Mheshimiwa Mbunge Aesh Hilaly, ambaye pia ni mlezi wa Jimbo la Nkasi Kaskazini, alizungumza hayo wakati wa ziara yake katika jimbo hilo. Aliweka wazi kwamba baada ya ziara yake, atajitahidi kuzungumzia bungeni ujenzi wa meli katika Ziwa Tanganyika, akitambua umuhimu wa usafiri wa majini kwa maendeleo ya eneo hilo. Aidha, alisisitiza juu ya umuhimu wa kuweka umeme katika vijiji ambavyo bado havijapata umeme, hasa katika Kata ya Kirando, ili kuboresha maisha ya wananchi na kuchochea shughuli za kiuchumi. Amaniwahidi nanyi mtakuwa mashahidi, nikiwa bungeni nimekuwa nikitemea ziwa la leki Tanganyika, kwa nini hatuna usafiri wa meli ambao umepotea kwa muda mrefu? Mwaka jana nilisimama kuakisha kwamba tumepata bajeti ya kujenga meli mpya, lakini vilevile tupata fedha ya kufufua meli ambazo zilikuwepo. Wakati huo tuna meli ya Liemba, tuna meli ya Mwongozo lakini mtakuwa mashahidi ambao wanafuatilia bunge. Japokuwa natokea Sumbawanga mjini, lakini nisimama kidete kuhakikisha kwamba ziwa hili la leki Tanganyika linapatikana usafiri wa kudumu, kwa sababu watu wetu wengi wanafariki kwa sababu wa kukosa usafiri wa uhakika. Nilisema na nitarudia tena, naomba ninakwenda bungeni, mtanisikiliza iko tayari kushika shilingi, lakini meli mpya iweze kujengwa na meli ya zamani iweze kufufuliwa na hatimaye tuweze kupata huduma ya usafiri Kigoma, ili tuweze kuesaa kila siku. Mheshimiwa mwenyekiti, utakuwa shahidi mwaka jana tumepata fedha na kujenga meli mpya lakini meli jengwa mpaka leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakuomba, tuna meli Liemba tulipitisha fedha, lakini mpaka leo meli ile haijaanza kutembea. Tunapoteza watu wengi sana, vifo vingi vinapatikana baharini. Naomba ni kuahidi, lakini nawe tukuombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu tunajua kwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tusemee tulete ili tuweze kupata usafiri. Mheshimiwa wenyekiti, naomba niongee tena, tuna kero ya umeme ambao bado maeneo mengine umeme haujafika, zimepita lakini umeme haujafika, wananchi naomba nilichukue kama mtoto, nitakwenda kuliongelea, mimi naomba niwaahidi. Mbele ya mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, nitafuatilia nitapikia, ili mradi kijiji wilaya kijija, na kata ya Kirando, kata Itete iweze kupata maeneo yote wow.